Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Mafia katika hafla ya wauguzi ya kumbukumbu ya mwanzilishi wa uguzi Mama Florence Nightingale, na kukaribisha watumishi wapya idara ya afya inayofanyika tarehe 24 Mei 2025 katika ukumbi wa bezi zetu Mafia Island. Mheshimiwa Idara ya afya, watumishi wengine wa halmashauri ya wilaya ya Mafia kwa pamoja, na bibi na mabwana, habari za muda huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii ya vigi kukukaribisha wewe binafsi pamoja na wageni waalikwa katika hafla yetu fupi. Kwa umoja wetu tunasema asante sana kwa kukubali ni nasi katika hafla hii. Utangulizi. Mheshimiwa mgeni rasmi, walioko mbele yako ni wauguzi na watumishi kada mbalimbali idara ya afya kutoka hospitali ya wilaya, vituo vya afya na zahanati, pamoja na watumishi wa sekta nyingine walioalikwa wauguzi wote katika wilaya yetu ni mia moja ishirini na mbili ikiwa maafisa wauguzi ni saba, maafisa wauguzi wa saidizi ni sabini na wauguzi wa kunga arobaini na tano tukisaidiwa na tuki wahudumu wa, wa afya arobaini na mbili. Mheshimiwa mgeni rasmi lengo na mazungumzo hafla hii ya leo ni kujumuika sisi wauguzi na watumishi wa idara ya afya ili kufurahia pamoja kukuza na kudumisha mahusiano yetu kama ilivyokuwa akifanya mwanzilishi wa uuguzi duniani Mama Florence Nightingale, wakati wa uhai wake ili hatimaye kwa umoja wetu tuweze kutoa huduma iliyokuwa bora kwa wananchi wetu. Maadhimisho ya kumbukumbu kumbu ya mwanzilishi huyu wa uuguzi hufanyika kila mwaka ifikapo tarehe kumi na mbili Mei. Sisi watumishi wa afya tumejumuika na wenzetu wote duniani kwa kupita kila idara, kila wodi, tukiwa tunawasha mishumaa kama ishara ya upendo na matumaini, pamoja na kula kiapo na kutoa zawadi kwa wagonjwa ili kuwafariji. Anza kwa mwaka 2024 2025 idara imepokea watumishi 90 ikiwepo daktari mmoja, tabibu 31 wauguzi 36 wafamasia watatu, wataalamu wa mabara wanne maafisa wa mazingira wanne na wasaidizi wa afya kumi na moja tunachukua fursa hii kumshukuru rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuongezea watumishi wa kada mbalimbali katika wilaya yetu ya mafia kwa upendo mkubwa tunawakaribisha wote katika utumishi wa umma na kuahidi kujumuika nanyi na kuwapa ushirikiano katika maeneo mbalimbali ya kutolea huduma mliopangiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi wauguzi muda wote tumekuwa tukitoa huduma kwa wagonjwa wetu na jamii kwa ujumla tukizingatia maadili ya taaluma yetu. Pia tunazingatia mwenendo na tabia aliyokuwa nayo mwanzilishi wa uuguzi duniani Mama Naitingale kwa kufanya kazi bila kukata tamaa na bila kujali maslahi kwanza. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaamini mbele yako na tunaendelea na moyo huo, kwani tumaini tunatumaini kwamba hakuna malipo yanayolingana na huruma tunazotoa kwa wagonjwa na wananchi kwa ujumla. Malipo mema tunaamini atatumika Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake. Mafanikio. Mheshimiwa mgeni rasmi, baadhi ya mafanikio katika utoaji wetu wa huduma kwa wagonjwa na wananchi ni kama ifuatavyo: kuwepo kwa ushirikiano mzuri kati ya watoa huduma na wananchi kwa ujumla. Ongezeko la watumishi idara ya afya kutoka 122 mwaka 2023/2024 hadi 289 kwa mwaka 2024/2025, sawa na asilimia 51 ya mahitaji ya watumishi 570 watumishi. Kulikuwa saiki zao ikiwemo malipo ya kuitwa kazini baada ya saa za kazi, watumishi kupewa nafasi za kujiendeleza kimasomo, ambapo jumla ya watumishi kumi na tatu wapo masomoni, watumishi wameweza kulipwa fedha kwa ajili ya kununua sare za kazi, watumishi kupanda madaraja kwa wakati. Changamoto, Mheshimiwa mgeni rasmi asilimia arobaini na tisa, gharama kubwa za kusafirisha wagonjwa kwenda nje ya wilaya, watumishi kuchelewa kulipo madeni yao ikiwemo likizo na matibabu. Mikakati. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapenda kushauri mambo yafuatayo. Tunaomba mamlaka za juu ikiwemo mikoa na wizara kuendelea kutoa na kupangia watumishi katika wilaya ya Mafia. Tunaomba halmashauri isaidie gharama za kusafirisha wagonjwa nje ya Mafia. Madai yalikwe kwa wakati ili kuongeza tija na morali kwa watumishi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mara nyingine tena tunatoa shukrani zetu za dhati pamoja na waikwa kwa kukubali kushirikiana nasi katika hafla yetu hii fupi, kwani mmeacha shughuli zenu na kutuunga mkono. Tunaomba tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho wa sherehe hii. Asanteni sana kwa kusikiliza.